Umuhimu wa tikiti maji kwa mwanaume aliyeathirika na punyeto. Lina citrulline inayoongeza mzunguko wa damu, kusaidia nguvu za kiume. Lina maji mengi na vitamini, kurejesha stamina na kuondoa uchovu. Antioxidants kama lycopene hulinda afya ya tezi dume. Husaidia kuimarisha hamu ya tendo la ndoa na kujiamini tena. Inaongeza na huimarisha mzunguko wa damu katika uume wa mwanaume na kusaida uume kusimama kiukakamavu na umaridadi na kwa muda mrefu zaidi. Lakini si tiba pekee. Inahitaji pia kuwacha punyeto, kula vizuri na kufanya mazoezi. Pili, parachichi, avokado lina virutubisho vingi muhimu kwa mwanaume aliyeathirika na punyeto. Mafuta mazuri, healthy fats, huimarisha homoni za kiume, testosterone. Vitamin E, huongeza nguvu za misuli na kusaidia damu kusambaa vizuri hivyo kuboresha nguvu za kiume. Potassium na magnesium hupunguza msongo wa mawazo na kusaidia ubongo kuwa na nguvu. Protini na nyuzinyuzi hutoa nishati na kusaidia mwili kupona kutokana na uchovu. Huongeza na huimarisha mzunguko wa damu katika uume wa mwanaume na kusaidia uume kusimama kiukakamavu na umaridadi na kwa muda mrefu zaidi. Tatu, kwa mwanaume aliyeathirika na punyeto, ndizi itamsaidia. Moja, kuongeza nguvu za kiume kwa kuboresha damu na homoni. Mbili, kurudisha stamina na kuondoa uchovu unaosababishwa na upotevu wa nguvu. Tatu, kupunguza msongo wa mawazo na wasiwasi unaoweza kupunguza hamu ya tendo. Nne, kujenga misuli kwa protini na madini yanayosaidia ukuaji. Kwa ufupi, ndizi inamsaidia mwanaume kurudisha nguvu, hamu ya tendo na kuimarisha mwili baada ya madhara ya punyeto. Huongeza na huimarisha mzunguko wa damu katika uume wa mwanaume na kusaidia uume kusimama kiukakamavu na umaridadi na kwa muda mrefu zaidi. Tano, kwa mwanaume aliyeathirika na punyeto, machungwa yatamsaidia. Moja, kuboresha ubora wa mbegu za kiume, yani sperms. Mbili, kuimarisha kinga ya mwili na kulinda seli za uzazi. Tatu, kurejesha nguvu na stamina kwa sababu ya vitamini na maji mengi. Nne, husaidia homoni na hamu ya tendo kupitia folate na antioxidants. Kwa ufupi machungwa ni mazuri kwa kurudisha ubora wa mbegu, nguvu za mwili na afya ya uzazi kwa mwanaume. Huongeza na huimarisha mzunguko wa damu katika uume wa mwanaume na kusaidia uume kusimama kiukakamavu na umaridadi na kwa muda mrefu zaidi. Sita, kwa mwanaume aliyeathirika na punyeto, papai litamsaidia kuboresha afya ya mbegu za kiume na kuongeza uwezo wa uzazi, kuimarisha homoni na nguvu za kiume kwa msaada wa folate na antioxidants, kurejesha stamina na kinga ya mwili, kupunguza uchovu. Nne, kulinda afya ya tezidume kutokana na lycopene. Kwa ufupi Papai husaidia kurudisha uzazi, kuimarisha nguvu za kiume na kulinda mwili dhidi ya uchovu na magonjwa. Huongeza na huimarisha mzunguko wa damu katika uume wa mwanaume na kusaidia uume kusimama kiukakamavu na umaridadi na kwa muda mrefu zaidi. Saba, kwa mwanaume aliyeathirika na punyeto, nanasi litamsaidia. Moja, kuimarisha nguvu za kiume na libido. Mbili, kuboresha mzunguko wa damu hivyo kusaidia erection. Tatu, kurejesha stamina na kuondoa uchovu. Nne, kusaidia afya ya mbegu na homon kwa vitamin C na bromelain. Kwa ufupi nanasi husaidia nguvu za kiume, libido, stamina na afya ya mbegu. Kwa mwanaume aliyeathirika na punyeto, huongeza na huimarisha mzunguko wa damu katika uume wa mwanaume na kusaidia uume kusimama kiuka kamavu na umaridadi na kwa muda mrefu zaidi. Nane, kwa mwanaume aliyeathirika na punyeto, tende itamsaidia kuimarisha nguvu za kiume na libido. Mbili, kuboresha mzunguko wa damu, kwa hivyo erection inakuwa rahisi. Tatu, kurejesha stamina na kuondoa uchovu. Nne, kusaidia afya ya mbegu na homoni. Kwa ufupi, tende husaidia nguvu za kiume, libido, stamina na afya ya mbegu kwa mwanaume aliyeathirika na punyeto. Huongeza na kuimarisha mzunguko wa damu katika uume wa mwanaume na kusaidia uume kusimama kiukakamavu na umaridadi na kwa muda mrefu zaidi. Tisa, kwa mwanaume aliyeathirika na punyeto, maembe yatamsaidia: kwanza, kuimarisha nguvu za kiume na libido; pili, kuboresha ubora wa mbegu za kiume; tatu, kurejesha stamina na kuondoa uchovu; nne, kusaidia afya ya moyo na mzunguko wa damu. Kwa ufupi, maembe husaidia nguvu za kiume, libido, stamina na ubora wa mbegu. Kwa mwanaume aliyeathirika na punyeto, huongeza na huimarisha mzunguko wa damu katika uume wa mwanaume na kusaidia uume kusimama kiukakamavu na umaridadi, na kwa muda mrefu zaidi. Kumi. Tangawizi si tunda, lakini ni mzizi wenye nguvu kwa mwanaume aliyeathirika na punyeto. Moja, Anti-inflammatory na antioxidants husaidia kulinda mishipa ya damu na seli za mwili, ikiwemo seli za mbegu. Mbili, kuongeza mzunguko wa damu husaidia nguvu za kiume na erection. Tatu, kupunguza uchovu na msongo wa mawazo huongeza stamina na hamu ya tendo. Nne, husaidia mmeng'enyeno na kuondoa sumu mwilini. Mwili unakuwa na nguvu zaidi. Kwa ufupi, mwanaume aliyeathirika na punyeto, tangawizi litamsaidia huongeza na huimarisha mzunguko wa damu katika uume wa mwanaume na kusaidia uume kusimama kiukakamavu na umaridadi. Sasa utakuta mtu anajiuliza, je, hayo matunda ni yatumie vipi? Sasa wacha nikujuze, kwa njia ya kwanza unaweza kuyala kawaida, au pili, unaweza ukatengeneza juisi ya kawaida na iliyo freshi zaidi kupitia matunda asili hayo na ukawa unakunywa kila siku. Hayo ndiyo niliyokuandalia kwa leo. Sasa usisahau kusubscribe katika channel yetu ya YouTube na kutufollow katika mitandao yetu ya kijamii, ili uweze kujifunza na kuelimika zaidi. Na kama kwa mahitaji ya ebook ambayo ina mengi zaidi na inayoelezea zaidi kiundani na kuelimisha zaidi, ni check WhatsApp kwa namba 0786688137 ili uweze kupata mwongozo uliokamilika na mengi ya kujifunza na utaipata kwa bei nafuu zaidi na bonus kedekeji za kukusaidia na humo. Katika ebook nimeandika mengi zaidi ambayo huwezi ambiwa na mtu yeyote. Sasa kuwa wa kwanza wewe kuipata ili ujue nini kilicho ndani. Enjoy. Angaza maarifa, inua jamii.